Jamani, nani anajua uh, dada mwezi nani au ni nini? kwa nini? Tunafahamu. Mabosi wengine watingisha kichwa hapo. Sijui nyinyi ni wafanya kazi ndio amnaga ile employee of the month. Yeah, kwa hiyo ni kama similar. Eh, ni almost similar lakini eh, sisi tunaangalia sasa feedback ya bosi alafu na consistency ya dada. Kwa hiyo, over a period lakini pia na attendance yake na ushirikiano wake na kituo. Kwa hiyo tumeanza hii program last year tangu mwaka jana, na nafikiri November tutakuwa na dada wa mwaka, lakini sasa hivi tunafanya kila mwezi. The dada wa mwezi na kituo kinampa laki moja cash. Ah, uh, wanaojisikia kujitolea wengine nao wanaruhusiwa kutoa lakini the idea baadaye tupate watu wengi zaidi ambao wanawapa motivation wa dada especially hawa mwezi, alafu baadaye tupate wa mwaka. The idea ni kuwa motivash, motivate, sorry, kuwa, kwa motivate ili wenzao waone kwamba kumbe hizi kazi kufanya vizuri inawezekana. Kwa hiyo so far sofa, kweli wadada wote waliopata wa mwezi wamestahili, na mpaka sasa hivi wanaendelea vizuri, yani wamekuwa na mabalozi wetu wazuri. Kwa hiyo sawa. Kwa hiyo manake, huyu ni nani? Dada ambaye ana exceed expectations za kituo na bosi, yaani sio tu average kawaida. Ndio yule sasa tunamtafuta, ana exceed. kufanya zaidi ya yaani, kwa mfano kama kwenye watoto, watoto wanakuwa kama wakwake, kwenye zile kazi, nyumba inakuwa kama yake, kwenye kumlinda mtoto, yani anakuwa ni yani zaidi ya jamhuri, niseme maana jamhuri tunasema inalinda watoto eh. Eh, lakini jamhuri haiko kila sehemu. Umeona kwa hivyo in short, ndio hivyo. Kuna picha moja nilipata nzuri, niliwishi niipige saa sai lakini, tsk, imepotea, nitaiongea baadaye. Kuna picha moja nilipata nzuri sana hapa ya huyo ya, ya mtu namzungumzia sawa. So, kwa hiyo basi, uh, kabla sijaendelea sana, naomba Karo uh, pige simu uh, kwa kipindi hichi nitaomba jamani tusimame, ni heshima, tunapa heshima wadada kwa mwezi huu, wadada ambao walikuwa kwenye kinyang'anyiro ambao bado tulikuwa tunaangalia ni Ruth, Ruth yupo. Wa boss boss mdeme upo eh? Aya, hongera sana, ulikuwa kwenye consideration ya mwezi huu. Haimaanishi kwamba ndio it's over, maana yake tunaendelea kuangalia. Of course, huu ni mwezi wako wa tatu kazini, lakini feedback yako ni nzuri sana. Ruth ni smart dada Uh, dada mwingine ambaye na yeye yupo bado kwenye consideration ni Neema Mayala nafikiri yupo. Ne, Neema mwezi wa sita kazi ni smart, ambaye naye pia anaendelea vizuri sana lakini Neema yupo rafiki, atatusikia. Neema, Neema Mayala bado upo? Shamim bosi wa wa staff Caroline. Shamim yuko wapi? Kule kule. Shamim. Eh, Shamim naye yuko kwenye kinyanganyiro hii mwezi wake wa pili kazini yuko na a kwa hiyo uh, ngira zake Shamim, alafu tuna Fausta. Fausta Fausta yupo uh, naye ni mwezi wa saba kama smart yupo kwenye kinyang'anyiro cha cha mwezi huu pia, mwezi wa 7 au 9, mwezi wa 9 eh 9 niandikia saba, tisa, anasema saba, 9 months. Okay. okay. uh-huh. Winfrida. Winfrida yupo wa bosi Elizabeth. Elizabeth ah, yeah, ayupo, okay, yupo smart. Huu ni mwezi wa pili tu, lakini ameanza na moto, of course ni ni ana ana, contract mpya anyway. Kwa hiyo hao ndio wa mwezi huu, lakini ambao mara nyingi wana role, tunaendelea kuwafuatilia. Kwa hiyo basi, tupate feedback ya dada wa mwezi huu direct kutoka kwa bosi wake, alafu kabla sijamtaja Halo, halo, hey. Hello, sa napiga simu kutoka dada Center anaitwa Caroline. Yes, tumekupigia simu kama bosi wa dada Center, na okay. Yes, bossi wa dada. Okay. Yes, na dada tuko naye hapa kituoni na amechaguliwa kama dada bora tangia amekuja kazini kwake mpaka sasa hivi anafanya vizuri. Okay. Kutokana na feedback zenu sasa tungeomba usheye na sisi kidogo, labda ni mambo gani ambayo umeridhika au umefurahia huduma tangia dada amekuja hapo nyumbani kwako. In short, fao anajua anachokifanya okay. Anajua, anajua, anajua, okay. Anajua kilichomleta amekuwa ni rafiki mzuri sana wa mtoto wetu mm. Mimi binafsi natasema Eska anachosema anachompendea ni kwamba anachea bill ana bill, anaelezea matumizi yote ya anayoyahitaji na anaandika sababu ana daftari lake liko jikoni. Kwa hiyo amekuwa ni mtu mwema, kusema na ukweli, yani ni mtu tumetokea kumwamini, na ndio maana unaona, kwa sababu mimi nisiwe mwongo, mimi mke wangu amesafiri, amekaa ulaya miezi mingapi? Iaaa, na mtoto anamlea mtoto vizuri mm. Ya, ni mtu mwema sawa. Kwa hiyo ni mtu mwema na anafahamu anahe, anafahamu nini anatakiwa kufanya, anajua majukumu yake. Sao, sao. anajua ni nini cha kushea na katika mda gani. kama vitu vikiisha hapa nyumbani anakwambia a mapema na anakuandikia mm. Bwana, hatuna hiki, hatuna hiki, hatuna hiki, hatuna hiki. Atapiga picha, atakutumia WhatsApp kununue. Sawa sawa. Kwa hiyo sawa, nice. Sawa, asante sana kwa feedback yako na tunafurahi kusikia hivyo, na tunamreward pia nyewe kumpa appreciation. Sawa sawa, asante. Yeah, she's good. Kusema na ukweli, hata ka... mtoto mkimuuliza, kama angekuwa anaongea vizuri, angewaambia angemuuliza sawa, asante <laughs> sana. sana sana, wakati mwema Aya, Aya. Aya na sana kutakia wakati mwema aya na naweza kumpigia makofi ngaji mpaka hivi sasa hivi hajijui Haya. Mimi na nasoma <laughs> message niliyopata jana usiku kutoka kwa bosi wake, mwajiri wake naisoma kama ifuatavyo: hello Aaron, nashukuru nimerudi salama, nimekuta mtoto ana afya nzuri mno na ana furaha na mambo yake ya shule yako vizuri kabisa. Nilimwachia desh desh familia na meyang, nameiangalia kwa upendo sana. Nimekuta nyumba yangu iko vizuri mno, sikutegemea itafika siku nitaondoka nje ya nchi kwa kipindi kirefu na niwe na amani na mambo yawe sawa, but it was possible. I'm so thankful kwa ajili ya huyu binti mlienipatia. She is exceptional exceptional, she is exceptional. Asubuhi naamkia kwenye kazi, nikamlisha mtarajia Mungu jioni, uh, jioni anyway. Jamani, mmeisikia hiyo eh? She is exceptional anayeangalia familia yangu kwa upendo. Jamani, nimtambulishe rasmi Fausta Fausta, miezi tisa yuko na sisi kama smart dada. Na moja somo, ya kitu tunachoangalia ni consistency kama nilivyosema. Huyu dada sio mwezi wa pili au wa tatu watatu au nne, ukasema ni nini nguvu ya soda eh? 9 months yuko kazini, ana deliver day in day out miezi tisa. Na hii ndio definition kamili ya smart dada na picha nilokuwa naisema sazili wakati tuko hapa tunaendelea na program. Yule mtoto mtoto wake anemwangalia, alikuwa anakimbia, anakuja, anakaa naye akamkalia kwenye lap, kaeka chupa hapa, anakunywa, alivyomkumbatia, alivyokuwa amekaa naye, ukiambiwa ni mama yake, uwezi kukataa sasa. Those moments are priceless. Sasa tunavyosema hawa, tena sio secondary. Hawa ni primary cares wa watoto, tuna maana yani mtoto yuko comfortable psychologically na physically, mpaka awe ana amani na dada na hiyo ndio maana halisi. Ndio maana tunapokuwa wakali, tunavyowasema wadada, tunavyowaambia na mabosi, mnaunderstand tunachokitafuta ndio hichi kwamba mtoto awe salama, alelewe na dada ambaye ana maadili, maanake mtoto anakuwa vizuri, anasimamia vizuri. Jamani Fausta, makofi jamani. Aya, utatuambia maneno machache hapa, siri yako ni nini? wenzako wanakusikiliza Wana, wanakuangalia wana utuambie, eh? Ongera Fausta, siri yako ni nini eh? Wadada senta, siri yangu kubwa ni kujituma, kufanya kazi kwa bidii na kuwa na malengo. Hilo ndo jambo la msingi. Nimeanza kazi na kituo cha dada senta, huu ni mwaka wa tatu, kwa hiyo nashukuru sana. wow. Mwezi wa kwanza nilikuwa na basday yangu hapa nikujaga na keki, sijui kama mnakumbuka, niliweza kushare. Lakini bosi wangu alikuwa na uwezo wa kunipa elfu arobaini niwe keki alikuwa amesafiri kwa nje ya nchi, lakini akaniambia, kwa jinsi unavyoishi na mtoto wangu, toka nje ya geti. Alimpigia mdogo wake, akaambia mpe dada simu niongee naye, akaniambia toka nje ya geti kuna zawadi yako, akanunulia hapa simu ya Samsung. wow. Nimekuta simu iko kila kitu na boksi lake mpaka chaja mpaka na receipt kwao, namshukuru sana sana bosi Jack. wow. E, na mtoto wake ndio huyo hapo, kila nikija kwenye semina lazima nijenaye naye. wow. Kwao ni kuwa na malengo tu afanikiwa na heshima kazini mm, kutokuwa na mazoea. Mi na bosi wangu tunaongea, lakini sio mtu ile kumzoea sana. Kwa hiyo, waga, sipendagi yani kumzoea sana. Akitoka kazini kama hivyo, namwachia tv. Hata ananiambia dada, njoo angalia taarifa ya habari, namwambia hapana dada, sina simu na kuna wifi ya bure nitaangalia hata kupitia simu. Kwa hiyo, namwachia ule uhuru, na yeye akae angalie movie zake like, japo waga sio kwamba ni mpenzi sana, lakini ndio hivyo, yani sitaki mazoea sana, tuzoeana sana mpaka ile kumnani kumkera. Wow. Wow. Jamani, mpigieni makofi Fausta! Lakini sijashangaa, wakati leo tunaanzisha ile mada ya huduma tukasema, unaweza kumpelekea bosi chakula chumbani. Unajua yeye alijibu kirahisi sana, very easy, akasema ndio kilichonitoa kwetu, why nisimpelekee wakati wa dada wengine hapa walikuwa na vigugumizi, so you can tell. Yani, akitunukiwa tuzo ya dada bora wa mwezi, huwezi kushangaa. Yani, ni dada ambaye alivyo comment vile, mi mwenyewe nikasema huyu ndio dada ninayemtaka kwangu. Yani, kila bosi anataka dada wa hivi ambaye anajua amekuja kuserve amekuja kutoa huduma. Haya mambo mengine tuliojadili, oh, kuna bosi ana tabia mbaya nini, ndio, lakini si ushahidi mpaka uwepo ukishaeukishaweni mtoto wa kike utashindwa kujua baba mwenye tabia mbaya ambaye anakutaka lakini kama ni habari za kazi lazima uweke kazi mbele. Kwa hiyo mi sijashangaa, na umeona kwenye hii familia kuna baba kuna mama si ndiyo, eh? Lakini kwa nini huyu hana hizo za... Na, na mke kasafiri kaenda nje ya nchi muda gani? Miezi mitatu? Miezi mitatu, lakini kwa watu ambao wana maadili kwenye familia zao wakikutana na dada mwenye maadili, mambo ni moto. Ndio hivi, mama amerudi ana amani, hakukuta dalili zozote kwa vyovyote vile, kuna baadhi ya mabosi kweli wamekaa na wadada baadaye, anakwambia kuna kitu nimeona sijakielewa. Lakini kwa huyu, karudi anakuta nyumba yake ina amani, mtoto wake amenenepa, ana furaha. Sisi wenyewe ni mashuhuda, kila anapokuja hapa utafikiri ni mama yake, kumbe ni dada yake wa kazi. Kwa hiyo Fausta, hongera sana. Kikubwa wadada, maono ya mradi wetu, ili nyinyi mfanikiwe, lazima muwe na tabia kama za Fausta. Lazima utake kuhudumia vizuri familia ili wewe ufanikiwe. Una shida za hela, lakini hizo hela ziko mfukoni kwa bosi wako. Ili uzitoe, lazima umfurahishe, na sio kumfurahisha kwa mambo mengine. Hapa tunazungumzia masuala ya haki ya utendaji wa kazi. Utakapofanya kazi zake vizuri, bosi atakulipa vizuri na atakusifia kwa kazi unazozifanya. Ongera tena na tena na tena, Mungu akubariki sana. Tunachoweza kukuahidi ni kwamba sasa hivi wewe ni smart wa laki mbili eh? Ee, ukimaliza mkataba unaenda kwenye laki tatu, maana uko kwenye mwezi wa nane, mwezi wa tisa. Kwa hiyo miezi mitatu umebakisha, ukimaliza, kama unaenda kubreki kidogo, unarudi kwenye kazi za laki tatu. Hiyo ndio ahadi ya kituo chetu e, yeah. Kingine ambacho nataka kuwasiiwa dada, kutokuwa na haraka. Mi nilianza kama traditional Kilimanjaro eh? ndio Nikamaliza mkataba nikarudi, mkanipangia sala, sala nikamaliza, ndo mkanipa ofa kama smart ndio. Wow. oh, miaka mitatu umesikia hiyo? traditional miaka miwili, miwili. miaka miwili kafanya kwenye mshahara wa laki moja, moja. Tulivotoka hapo kwa sababu ya utendaji wake na sifa zake ndo hizo hizo, tukampeleka kazi za la laki mbili, lakini hapa na nyewe ni mashahidi, huyu laki tatu anatoboa <coughs> la, yeah, ana haraka. Kusanya mtaji wako vizuri. una malengo gani? Lengo la kwanza alikuwa ni kumjengea mama, nashukuru nishatimiza haya. Makofi jamani! Alikuwa na lengo la kumjengea mama yake, kashajenga haya. Wengine wanasema kazi za ndani mwenzi wako anajenga huko, ndio tayari nimejenga na nina picha hapa, sijui nitamwachia, utatutumia kwenye whatsapp zetu sawa, tushare. Nashukuru Mungu na juzi nimetoka kumtumia laki nne, ameshalipia fomu umeme, muda si mrefu unaingia kwao, atapata na umeme atanesa Ameli pia umeme wa Tanesco kashatuma laki nne za umeme eh. Eh, kwao namshukuru Mungu sana mm. e. Malengo mengine <laughs> Tushama, mama. Mama. Wewe namamassa nataka hata niwe na fani yoyote. Unajua ni fani mm -hmm. e, gani bado najitafuta kwanza kusanya pesa uweze kumtegemea mtu. Lakini pia nikwambie kitu kingine, pia hizi yeah, kazi za ndani sinaona mishaa inavyopanda saa hivi, unaweza ukaenda veta kusoma ukajisomea una experience, ukarudi unaanza kulipwa laki tano, laki sita tayari umeshajenga experience na sisi na sisi tuna wadada next year, ndani ya miaka miwili tutafika milioni moja. Sasa hivi tuko kwenye laki sita na laki nane, manake wewe unaweza ukarudi ukaanza taratibu, kapanda ukafika laki tano. Hiyo mashine unaweza ukamweka mtu tu huko, ikawa ni biashara yako pembeni huko, unaingiza hela nyingine ya pembeni ya pembeni. Kwa hiyo, VETA inakuhusu kasome mapishi au usafi, urudi hapa ukafanye kazi za juu. Hongera sana, hongera sana <laughs> Nawashukuru sana kwa leo lakini nafikiri mmepata idea ya tunachokifanya yeah, au tunachotaka kuendelea kukifanya mm -hmm. Kwa wadada wengi ya ajira sasa hivi Tanzania hakuna, lakini kazi za ndani ni moja ya sekta ambazo zinakuwa kwa kasi Tanzania. Kwa hiyo hawa wasichana wote wanaweza kupata ajira humu ndani, lakini pia wakawasaidia na nyinyi kwenye mambo yenu. Mwanamke mmoja anamsaidia mwanamke mwingine, kwa hiyo kumbe unakuja kugundua a uh, solution ya mwanamke kwa mwanamke vile vile, nyinyi mnavyohitaji kwenda kazini au kufanya biashara zenu, huyu mwanamke anakuja na anakusaidia. Kwa hiyo wote mna umuhimu. Thamani ya dada ni kubwa kwa mwajiri wake na thamani ya mwajiri kwa dada pia ni kubwa. Kwa hiyo sisi tupo hapa tu ku facilitate ku make sure hivyo vyote vinaenda vizuri na salama, kila mtu anapata anachokihitaji na anaridhika nacho. Kwa hiyo tuwashukuru sana jamani, waajiri wetu kwa kufika. Na wadada, na, nafikiri workshop inakuja ni tarehe um, ni Jumamosi ya mwisho wa kila mwezi, ikikawaida tu itakuwa ni tarehe 31, yeah. Kwa hiyo itakuwa ni 31 Mei, 31 Mei, workshop inayofuata, 31 Mei.